Sports ni kuja kuwatembelea ndugu zetu ambao wana matatizo ya kusikia. Tumekuja kuwa nao karibu na kushia nao vitu vichache ambavyo tumejaliwa kwa siku ya leo. Okay. Mratibu mm. Msaidizi mm, sawa. Mratibu pacha wako hapa amezungumza kwamba content kubwa nyinyi ni kuweza kuwasaidia watu hawa wenye matatizo binafsi. Aa, kwa upande wenu kama taasisi mlifikiria kitu gani mkasema kwamba mje kwa watu hawa sio watu wengine? Uh, kwanza, uh, kwa sababu pia ni watu wenye uhitaji eh, sisi kama uh, wadau wa michezo tukaona kuna umuhimu wa kuwatembelea na kuwapa chochote kwa sababu tuna tamasha mwezi wa tano kwa ajili ya watu wenye changamoto za kuona na tukaona katika kuamsha kuweka awareness watu wajue hichi kitu kipo.